Sababu pia nikiangalia kwa umri aliyokuwa nao yeye, anapenda sana kusoma. Akimuona mdogo wake anaenda shule asubuhi, huwa analia sana. Sababu so mwenyewe nakuwa namfanyia mwenyewe mazoezi hapa nyumbani. Hata nikipata vifaa vya kumfanyia mazoezi hapa nyumbani, naweza nikamfanyia, sababu kule hospitalini, tukienda kule, tunakuwa tunaelekezwa, kuna stendi ya kumsimamishia na kuna vibaiskeli vya kumfundishia kutembea na kuna kile kibaisikeli cha kumweka akae apumzike Asatani, nikipatiwa hata kimojawapo tu ningeweza kushukuru, kwa sababu sina namna. Kama ulivyoona mwandishi, natumia mchanga kumfanyia mazoezi mwanangu. Maisha yana fumbo kubwa sana. Kutana na Mama Harisi ambaye mwanaye Harisi amekumbwa na changamoto kubwa ya ulemavu wa viungo vyake vya mwili ikiwemo miguu na mikono huku ikidaiwa kuwa ana utindio wa ubongo. Father Families Media tumemtembelea mama Harisi kuzungumza naye na hapa anatujuza mengi karibu nam, karibu sana mtazamaji. Um, katika mwendelezo wa ripoti zetu faza Families na leo ikiwa bado tupo hapa hapa mkoani Morogoro, ambapo tumekuja kukutana na mama Harris, ambaye mwanaye ana changamoto ya ulemavu wa miguu, changamoto ambayo amedumu nayo takribani miaka tisa mpaka hivi sasa. Yapo mengi kwelikweli kweli ambayo mama huyu anakwenda kutujuza, nami nichukue nafasi hii kukukaribisha wewe mtazamaji, ili uweze kufahamu mengi zaidi ambayo atatuelezea mama huyu. Kumbuka ya kwamba hii ni ripoti kamili kutokea hapa Father Families, ukiwa nami Gervas Machaku ambaye nyuma ya kamera yupo Sabitina Ali. Karibu sana uweze kufahamu yale yote ambayo ya yanajili hapa. Sawa, mama Harisi, bila shaka anayekutazama anahitaji ne kufahamu kidogo historia ya maisha yako pamoja na mwanao. Kajitambulisha na majina yako. Asante, mimi naitwa Expelta Bernadi Paulo, ni mzaliwa wa Matombo vijijini, Morogoro vijijini. Mtoto wangu ana ulemavu wa viungo ambaye anaitwa Haris Stefano Taru. Mpaka sasa ameshafikisha miaka kumi. E, historia fupi ya maisha yangu mtoto wangu nilimzaa hospitali kubwa, nilimzaa vizuri tu, lakini baada ya wiki mbili akaanza kupata homa kali. Nikamrudisha pale hospitali kubwa, wakaniambiwa ni, nikaambiwa ni dalili ya degedege. Kwa huduma ikaendelea pale, nikarudishwa nyumbani ndani ya wiki mbili, nikakaa ndani ya miezi mitatu, akapata tena homa kali, nikamrudisha tena hospitali kubwa Nilivyofika hospitali kubwa nikaambiwa nika kwamba mtoto hyu anatakiwa aende ICU kwa sababu alikuwa hawezi hata kupumua vizuri. Kapelekwa pale ICU tukakaa kama siku tano tukatolewa. Basi homa zikawa zinaendelea hivyo, aipiti miezi miwili mitatu bila kupata homa kale. Alipofika umri wa miaka mitatu nikamrudisha tena hospitali hospitali kubwa kuwaelezea, kwa sababu alikuwa hakai chini, hawezi kufanya chochote. Nikaambiwa kutokana anapata homa za hapa kwa pale, kwa hiyo natakiwa tumfanyie mazoezi, maana inawezekana kuna baadhi ya misuli imesinyaa. Basi nikawa nampeleka mazoezi, lakini sikupata <coughs> sikuona dalili yoyote ya kuweza kupona kujisikia vizuri mtoto wangu ndipo daktari akaniandikia barua kwenda CCBRT. Kuanzia hapo miaka mitatu sijapata hela ya kumpeleka hospitali nani CCBRT mpaka alivyofika miaka saba, nikafanya tena utaratibu wa kwenda kwa mtendaji akaniandikia barua, nikaenda kwa mkuu wa wilaya akaniandikia barua ya kuchangisha michango kuanzia miaka saba nikachangisha michango mpaka amefika miaka tisa nikampeleka kule CCBRT aliweza kufanyiwa operation. Tukarudi nyumbani <coughs> alivofika mwaka jana, alivofika miaka tisa nikamrudisha tena kule CCBRT wakaniambia, natakiwa fanyiwe tena operation nyingine ya pili, kwa sababu alivofanyiwa operation ya kwanza, huu mguu niliambiwa avalishwe kiatu na kiatu niliambiwa nilipie laki na hamsini. Sikuwa na hiyo hela, koo akaachwa. Baada ya kuachwa, huu mguu karudi tena, haukunyoa sasa. Hapa nikaambiwa nimpeleke akafanyiwe tena operation ya pili, ili niandae kabisa na pesa ya kiatu. Sasa changamoto inakuja, mimi nipo katika nyumba ya kupanga na kodi nalipia elfu kumi na tano kila mwezi kula kwangu mimi kukakuta nakula mara, yani mlo ambao unajulikana ni, ni mara moja, kwa sababu asubuhi nikipika uji, mchana sipiki chochote, jioni ndio napika ugali. Utafutaji wangu ni mgumu. Asubuhi kukicha, naenda natafuta vibarua mitaani, nikipata mtu akiniambia nguo zangu hizi nifulie, nafua napata kishilingi na rudi. Siku zingine nikipata mlaba kwenye vibustani, nalima nikipata nikirudi nyumbani nafanya mahitaji. Mm -hmm. Lakini ndio hivyo, hela haikai, unaweza mm -hmm. ukapata elfu kumi ukirudi nyumbani umetumia imeisha meisha. Mm -hmm. Uwezi ukajiwekeza kusema kwamba mm -hmm. utapata laki mbili, laki tatu ukaenda hospitali. Sasa kingine ninachoomba wa watanzania wenzangu, viongozi wa serikali, viongozi wa dini, yani ninachokiomba hasa mimi kwanza nipate sehemu ya kuishi nikipata sehemu ya kuishi ndipo hata akili yangu inatulia. Sababu mpaka tunakuwa na maisha magumu huko tulikozaliwa, tulikuwa tunaishi katika nyumba ya familia ambayo alikozaliwa mama kwa wazazi wake yani babake na mama yake. Sasa baada ya babu na bibi kufariki, wajomba walichukua hatua ya kutufukuza sisi kama hawatufahamu, ndipo tukaanza kuishi maisha Mbali na kuwa na changamoto hiyo kubwa hapa, mama Harisi anabainisha kwamba jitihada alizofanya yeye kama mama ndio zimemsaidia mwanae mpaka sasa anaweza kutamka baadhi ya maneno na anaweza hata kukaa, kwani hapo mwanzo alikuwa hawezi hata kukaa kutanga tanga. mpaka sasa <coughs> Mimi nikaamua kuja huku mjini na mdogo wangu, lakini mama yetu yupo kijijini. Nahisi mpaka sasa mama, sizani, yani sijui hata nielezeje mpaka watu wanielewe, bado yupo katika maisha magumu magumu magumu kupitiliza, kwa sababu naye pia mama na mtoto mlemavu ambaye ana miaka ishirini na nne mpaka sasa, naye macho yake yalikuwa yanaangalia sisi mimi nina mtoto mlemavu mdogo wangu na mtoto mlemavu hakuna kumsaidia mwenzie, imekuwa changamoto kubwa sana kwa kweli. Pole. Asante. Tunafahamu kwamba familia inatengenezwa na baba mama pamoja na watoto, lakini katika familia hii unaweza mhurumia sana huyu mama, kwani mume wake baada ya kuona hali hii aliweza kuondoka na kumtamkia maneno yaliyomnyongonyesha mama Harisi. Labda mtazamaji anahitaji kufahamu tokea unatuelezea hajafahamu -haja kujua baba wa Harisi yupo wapi, na toka unaeleza ni kwamba inaonekana jitihada zote ambazo zimefanyika huko nyuma mpaka anafikia hapa ni jitihada zako wewe. Vipi kwa upande wa babake, babake na Harisi Aliondoka akiniacha mtoto akiwa na miaka minne. Aliniambia kwamba yeye hawezi kuhangaika kwa chochote kwa sababu kila anaponipa pesa nikienda hospitali narudi mtoto hawezi apate unafuu wowote kwa hiyo, hela zake ni bora yeye atafuta anunue uwanja ajenge nyumba. Hiyo ndio kauli ambayo alizungumza. Ndio na vipi sasa? Uh, labda jitihada ambazo kwa hivi sasa unazifanya baada ya kuambiwa kwamba kuna kiasi ambacho kinahitajika kwa ajili ya kumrudisha tena CCBRT. Kuna mchakato wote umeanza, aidha kuona hata baadhi ya viongozi ambao unaishi katika mtaa wako huu? Kwa viongozi nimefika, nimefika kwa diwani, nimejaribu kumwelezea, kwanza nimemwelezea mtendaji, mtendaji akaniambia niende kwa diwani diwani nikaenda pale, akaniambia kwamba nionane na mtendaji ambaye anahusika na, na masuala ya ustawi wa jamii anielekeze kwa sababu mahospitalini kuna kuwaga, na pia ustawi wa jamii mtoto anaweza akatibiwa bure, lakini kila ninavyofuatilia kwa viongozi wananipiga chenga. Nikienda kwa huyo ananiambia nenda kwa fulani, nikienda kule ananiambia rudi kwa fulani. Lakini nimejaribu pia kumtafuta mbunge wangu ambaye ni Babu Tale aweze hata akanisaidia juu ya matibabu ya mtoto wangu, pia naye sijapata majibu yoyote ya kuweza kunipa moyo na matumaini. Nilijaribu kwenda mpaka kwa mbunge Abudi na nilimpelekea kabisa na barua, ikiwepo hata barua pia ipo, ni uthibitisho kabisa ambayo bado sijaichoma, sijai moto, ninayo mpaka kesho, labda unaweza hata wewe ukaiona, mwandishi nilipoenda pale nikaambiwa kwamba mimi kwa sababu sipo katika manispaa yake, inatakiwa nimwone kiongozi wangu ambaye yupo katika eneo ambalo mimi naishi kwa sasa. Mama Harisi anapambana mwenyewe kuhakikisha wanapata chakula, lakini pesa ya kumfanyia mwanae mazoezi imekuwa changamoto, jambo ambalo limepelekea kutumia mchanga kumfanyisha mazoezi. Labda tuamie katika changamoto za kimaisha, changamoto nyingine ambazo zinakukumba sasa, labda mtazamaji anahitaji kufahamu hilo. Changamoto inayonikumba hususani kwenye utafutaji, kwa umri aliyokuwa nao mtoto wangu, siwezi nikambeba nikasema nitaenda naye kufanya labda biashara sehemu fulani. Hata nikienda kuomba kazi kwa mtu, akiniona nimembeba hivi mtoto, awezi akanipa kazi. Kwa hiyo ninachokiomba mimi Ndugu mtazamaji, yani ninachokiona mimi ni cha msingi, nikipata pesa ya mtaji, naweza nikafungua hata genge, naweza nikauza hata nguo mitumba, naweza nikauza hata viatu, nikakaa pale na na mtoto wangu wangu, nikapata hata kashilingi mia, naweza kanisaidia mimi na watoto wangu, kwa sababu pia nikiangalia kwa umri aliyokuwa nao, yeye anapenda sana kusoma, akimwona mdogo wake anaenda shule asubuhi, huwa analia sana. Basi nakumuona mtoto wangu analia. Pole sana na Alisi, labda ni yeye ndio mtoto wako wa kwanza? Alisi ni mtoto wangu wa kwanza, kwanza. Pole sana mama, labda tuende katika kumalizia sasa, ombi lako kubwa kwa watazamaji ambao wanakutazama lakini serikali kwa ujumla inakutazama hapa, waambie kitu ambacho unakihitaji, lakini pia mawasiliano yako ili waweze kukupata. Ninachokihitaji cha kwanza, ninachoomba ndugu wa Tanzania, cha kwanza mimi naomba kwanza nipate sehemu ya kuishi na watoto zangu, cha pili nipate hata pesa ya mtaji, cha tatu mtoto wangu akipata kiti au kibaiskeli, kwa sababu mwenyewe nakuwa namfanyia mwenyewe mazoezi hapa nyumbani. Hata nikipata vifaa vya kumfanyia mazoezi hapa nyumbani, naisawa nikamfanyia, sababu kule hospitalini tukienda kule tunakuwa tunaelekezwa, kuna stendi ya kumsimamishia na kuna vibaiskeli vya kumfundishia kutembea na kuna kile kibaiskeli cha kumweka akae apumzike Hasatani nikipatiwa hata kimojawapo tu ningeweza kushukuru, kwa sababu sina namna. Kama ulivyoona mwandishi, natumia mchanga kumfanyia mazoezi mwanangu. Kwa sasa, mama Harisi anaomba msaada kwa Mtanzania yeyote ambaye anatazama habari hii kumsaidia chochote kitu ili mtoto wake aweze kupata huduma kama mazoezi na tiba nyinginezo. Namba ni sifuri saba nane nane tisa sita kumi na sita sitini na saba sifuri saba nane nane tisa sita kumi na sita sitini na saba Jina ni Nasoro Miono. Karibu.